Habari ndugu zangu, karibu kwenye video hii ambapo tutajadili biashara za mtaji mdogo lakini zenye faida kubwa hapa Tanzania. Kama unatafuta njia ya kuingiza kipato bila kuwa na mtaji mkubwa, basi video hii ni kwa ajili yako. Leo nitakueleza biashara tano ambazo unaweza kuanza kwa mtaji mdogo na ukapata faida kubwa. Nguo za mitumba ni biashara yenye faida kubwa kwa mtaji wa shilingi hamsini elfu tu Unaweza kununua nguo na kuuza kwa faida ya mara mbili au hata mara tatu. Nunua kwenye masoko ya jumla kama Kariakoo au Manzese na uza mtandaoni au kwa marafiki. Kupika vitafunwa kama maandazi, sambusa na chapati na kuviuza asubuhi ni biashara yenye faida kubwa. Unaweza pia kuuza juisi ya miwa au matunda kwa faida nzuri. Panga biashara yako kwenye maeneo yenye watu wengi kama shule, ofisi au vituo vya daladala. Kama una vifaa kama mashine ya kubangua karanga au jiko la gesi, badala ya kuviuza unaweza kuvikodisha kwa watu wengine na kutengeneza kipato. Weka bei rafiki na hakikisha vifaa vyako vinarudisha gharama haraka. Hii ni biashara nzuri kwa sababu viwanda vingi vinahitaji wasambazaji wa, wa bidhaa zao. Unaweza kuanza na mtaji mdogo kwa kununua bidhaa kidogo kidogo na kuzisambaza kwenye maduka. Anza na bidhaa zinazouzwa haraka kama pipi, sabuni au vinywaji. Kama una eneo dogo la ardhi, unaweza kupanda mboga kama mchicha, matembele au spinachi, ambazo hukua haraka na kuleta faida nzuri. Fanya kilimo cha kisasa kama kutumia mbolea ya mboji na kumwagilia kwa mpangilio mzuri. Na hizo ni biashara tano unazoweza kuanza kwa mtaji mdogo, lakini ukapata faida kubwa. Unadhani ipi ni bora zaidi kwako? Tuandikie kwenye comment. Usisahau kupenda video hii, kushare na kusubscribe kwa mafunzo zaidi ya biashara.